Bado kuna ushindi TV. Ignite your faith change the world. Amen, haleluya, haleluya, haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninazo sababu nyingi kumshukuru Mungu, Mungu mwema, Mungu wa kweli, Mungu wa pekee. Ni kukaribishe tena katika kipindi chetu cha asubuhi, uh, ili upate maarifa ya kimungu. Mungu ana mpango mwema na Mungu ana mpango thabiti na maisha yako. Basi ka darasani upate kujifundisha. Anayekuletea kipindi cha leo ni mimi ndugu yako na rafiki yako mtumishi wa Mungu Daniel Antoni Kitua mbashara kutoka Dodoma. Jina la Bwana libariki sana. Leo ninataka tuji tuangalie, uh, mitume kumi na wawili wa Yesu Kristo na wito wao, huduma yao na vifo walivyokufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumtumikia Mungu sio kazi rahisi. Na mara nyingi watu wamekuwa wa Kristo wakifikiri kutumika Mungu kumtumikia Mungu ni mambo mepesi tu uh, ni kama njia ya kujipatia faida. Lakini kumtumikia Mungu ni kazi ngumu sana. Yesu, sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi ngoje tuombe. Baba ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Nisaidie ninapoeleza maneno haya akawe halisi kwa, kwa msikilizaji wangu katika jina la Yesu. Amina. Basi karibu tuendelee. Uh, nataka tuzungumzie habari ya mitume kumi na wawili wa Yesu Kristo. Uh, mitume kumi na wawili wa Yesu Kristo walikuwa watu wa kawaida kabisa, walioitwa na Yesu mwenyewe uh, kuwa wasaidizi wake wa karibu na mashuhuda wa huduma yake ya kimungu tangu wakati alipobatizwa mpaka kifo chake kupaa na kufufuka. Lakini Yesu ili kuandaa walipitia mafundisho mbalimbali mbali, na hatimaye wakaamua kujitoa kwa Yesu Kristo kwa kumwamini hata wakakubali kufa. Waliwekewa misingi imara, uh, ya, ku, ya, ya, ya kueneza Ukristo, lakini pamoja na hizo vyote walikutana na changamoto kubwa ambazo nataka nikushirikishe, ndugu yangu, ili uone Ukristo uh, ulio nao sio kitu chepesi, kilipatikana kwa gharama kubwa iliyogharimu maisha ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe wito na kazi yao. Yesu aliwachagua wanafunzi wake kutoka miongoni mwa watu walio wengi wa kawaida kabisa. Wengi wao walikuwa wana shughuli zao kabla ya kuitwa na Yesu. Kwa mfano tunapomwangalia Petro A, au aliyekuwa anaitwa Simoni Petro na ndugu yake Andrea, walikuwa wavuvi huko Galilaya. Walipokea wito kutoka kwa Yesu Kristo katika kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari kumi na saba Inasema, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Petro alikuwa na tabia ya uongozi na alionyesha imani thabiti pamoja na udhaifu wa kibinadamu alizokuwa nao, lakini mwingine alikuwa ni Yakobo na ndugu yake Andrea, wana wa Zebedayo, nao pia walikuwa wavuvi wakifanya kazi na baba yao. Walitajwa na Yesu kama wana wa ngurumo bonega labda kutokana na ari yao. Yohana alikuwa mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda sana mwishowe. Lakini mwanafunzi mwingine ni Filipo. Filipo alikuwa kutoka Betsaida, mji ule ule, uh, wa Petro na Andrea. Katika ile Yohana moja uh, mstari arobaini na tano inasema Biblia inaelekeza ina, ina, ina Biblia haitupi maelezo mengi kuhusu kazi yake Filipo kabla ya kuitwa, lakini tunachoona ni kila alichomwambia Yesu, nifuate wewe unapoitazama na kuiamini injili, Yesu anakupa mwaliko wa kumfuata. Mwingine ni Bathremayo ama aliyeitwa Nathanieli, aliyeambia we ni Myahudi kwelikweli, ambayo hauna hila ndani yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Naye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Yeye alikuwa akijishughulisha na mambo ya dini ya kiyahudi wakati ule, kabla ya kuitwa na Yesu Kristo. Ndio maana Yesu alimwambia wewe ni Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yako, katika Yohana moja arobaini na saba. Mwingine kati ya wanafunzi wake ni Tomaso, ajulikana kuwa na shaka juu ya ufufuo wa Yesu Kristo a, hadi alipoona mwenyewe na kuthibitisha, lakini Biblia haielezi kazi yake, alikuwa anafanya kazi gani kabla ya kuitwa na Yesu. Mwingine ni matawe Matayo Lawi. Yeye alikuwa mtoza ushuru. Kazi yake aliyokuwa anafanya ilikuwa ni kuchukua ushuru, akisimamia serikali iliyokuwa inatawala wakati huo, serikali ya Kirumi. Mwingine alikuwa ni Yakobo mwana wa Alfayo. Huyu pia taarifa zake za kina hazijulikani, lakini ni miongoni mwa wanafunzi walioitwa na Yesu. Mwingine alikuwa ni Yuda au Tadeo. Haleluya, Tadeus Yuda. Huyu pia hakuna maelezo ya kutosha juu ya kazi yake. Mwingine alikuwa ni Simioni Mzelete. Mzelote alikuwa mwanachama wa kundi la dini. Unajua Yesu alipokuja alikuta kuna dini tano au kuna vikundi vitano vya kiimani, kulikuwa kuna Mafarisayo, kuna Masadukayo, kuna Wazelote, kuna Waasene pamoja na nani na kundi la waalimu. Haya yalikuwa ni makundi ya, ya kiimani yaliyokuwepo wakati ule. Kwa hiyo huyu Msimoni huyu Mzelote alikuwa mwanachama wa kundi la Wazelote, ambao walikuwa wa, ni wazalendo walisimamia sana imani yao ya kiyahudi walisimamia mapokeo yao. Mwingine alikuwa ni Yuda Iskarioti, yule aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu aliyemsaliti Yesu kwa vipande kadhaa vya fedha. Bwana Yesu asio sana. Mwingine alikuwa ni matia au matias, ambaye katika Matendo ya Mitume moja kumi na tano mpaka ishirini na sita tunaona huyu matia alichaguliwa miongoni mwa wale watu saba ili awe shemasi kwa ajili ya kufanya kazi za kidiakonia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, haya ndiyo maisha ya wanafunzi wa Yesu Kristo, walikuwa ni watu wa kawaida sana. Yesu hakuchagua watu wenye sifa, watu waliokuwa wanaonekana ni bora. Aliwachagua watu wa kawaida kabisa, na utaona karibia robo tatu ya wanafunzi wake walitoka Galilaya. Kwa nini? Kwa sababu Wagalilaya walikuwa ni watu wanaofanya kazi kwa bidii. Hata kazi ya Mungu inahitaji kufanya kazi kwa bidii. Watu waliokuwa wanatoka Israeli walikuwa wanaonekana kama ni waafidhina, hawakutaka kufanya kazi kwa bidii, walikuwa wanataka tu wakae watembee kama mabwana hivi. Na ndio maana unaona Yesu alichagua watu wenye bidii, watu ambao hawatachoka usiku na mchana kufanya kazi kwa ajili ya kusimamisha lile kusudi waliloitiwa. Ndugu yangu mpendwa, na mimi ninajua hata kama na wewe umemwamini Yesu Mungu amekutoa katika utamaduni, katika mila na katika hali yoyote uliokuwa nayo. Yesu hakufuata elimu yako kukuchagua. Yesu hakufuata uh, udaktari wako, amefuata ule utayari wako. Nakupa shauri, ni wakati wako wa kujua ya kwamba Mungu huwachagua watu wa kawaida sana kutenda makuu. Una sababu ya kujichosha, una sababu ya kujilia kunji, eti kwa sababu hauja uh, wewe ha uh, ha sio mtu mwenye cheo fulani. Nakupa shauri ugeuze akili ya yako. Wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wa kawaida kabisa, hawakuwa na sifa yoyote, na ndio maana hata kwenye vikao vya Mafarisayo walisema hawa watu wasio na elimu wamepata wapi elimu hii. Manake Yesu anataka awekeze elimu kwako wewe, asitegemee akili yako wewe. Bwana Yesu asifi sana. Mungu akubariki sana uanze kupata changamoto na ujue ya kwamba Mungu wachagua watu wa kawaida sana kwa ajili ya mambo makuu aliyoyakusudia. Na ubarikiwe, ukiamini hivyo maisha yako yatabadilika. Acha kulalamika, acha kupiga kelele, acha kulaumu watu. Sikiliza, ukuletwa kwa ajili ya kusaidiwa na watu, uliletwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ubarikiwe sana, amen. Bado Kuna Ushindi TV, Ignite your fire, change the world.